Rais Dr. William Ruto amesema kwamba ataendelea kushirikiana na, na viongozi wa kidini katika azma yake ya kulikuza taifa hili kuwa kwa viwango vya mataifa yaliyoimarika, huku akisifia mchango wa viongozi wa kidini kuwa nguzo muhimu katika kutekeleza ajenda za serikali. Sheldon na Sarlu na kina cha taarifa hiyo. Rais William Ruto amekamilisha ziara yake ya maendeleo eneo la magharibi kwa kushiriki baada ya Jumapili katika kanisa la African Divine Church, ADC, katika eneo la Gamalenga, eneo bunge la Hamisi, kaunti ya Vihiga. na nimekubali ya kwamba tutajenga stadium hapo. Nimeketi chini na hawa waheshimiwa na tumekubaliana mahali tutatoa ardhi. Niliwaambia ile ardhi ilikuwa hapo Kidundu ilikuwa kidogo, lakini sasa wametafuta ardhi ekari ishirini na mimi nitatoa pesa milioni mia tisa tuweze kujenga stadium kubwa hapa Vihiga. Ni ibada iliyoambatana na kusherehekewa kwa miaka ishirini ya uwepo wa kanisa hilo chini ya uongozi wa Askofu Mkuu John Chabuga. Tumepanda milima na mabonde na wandugu na wadada hawa, nami kwa niaba yangu binafsi, kwa niaba ya kanisa na la Mungu ninasema kwenu, Mungu azidi kuwabariki sana. Mimi nimefurahi sana kuungana na nyinyi leo. Mimi nataka niwahakikishia kwamba serikali ya Kenya na mimi mwenyewe tutaendelea kuwa na ushirikiano na makanisa yetu yote na kanisa la ADC in particular because you are my friends and we are working together. Rais Ruto ambaye alitoa mchango wake wa shilingi milioni hamsini za ujenzi wa mijengo katika kanisa la African Divine Church ADC amepongeza mchango wa viongozi wa kidini katika ustawi wa taifa hili akieleza mipango yake ya kuendelea kushirikiana na viongozi hao. And I am very happy that Bishop here with us our Archbishop believes that this country the same way many of us believe

on how to move Kenya from a third world country to a first world country. Viongozi wa kisiasa waliohudhuria hafla hii wamemrai rais Ruto kutupilia mbali sheria inayolenga kudhibiti uendeshwaji wa maeneo ya ibada wakidai kuwa yatakandamiza uhuru wa kidini nchini. Nimesikia wiki iliyopita tuna harakati tena ya kurudisha hiyo sheria ambayo inaitwa religious organization bill. Rais, mimi nataka kuomba kwa niaba ya watu wa Vihiga ambao wanapenda makanisa kwamba hiyo sheria weka breki kwa hiyo sheria. Hata hivyo, rais Ruto ameahidi kuendelea ushirikiano wake na viongozi wa kaunti ya Vihiga ili kuimarisha na kufanikisha miradi ya maendeleo kaunti hii. Hapa Vihiga tunataka tuwajengee nyumba elfu kumi na nimekubaliana na hawa ndugu zetu waheshimiwa. Tunataka kujenga ya kwanza hapa Hamisi elfu moja tayari, tutatangaza kandarasi kuna ile tumemaliza hapo majengo tunaanza ingine elfu moja. Tunataka kuweka Luanda pale nyumba elfu moja, tunataka kuweka Mbale nyumba elfu moja, tunataka kuweka Chavakali nyumba elfu moja. Kama governors wa, vi, wa, wa Western tumekubaliana kwa kauli moja kwamba sisi tutakuunga mkono na tuko kwa broad based government. Nikiripoti kutoka eneo la Gamalenga lililopo eneo bunge la Hamisi, kaunti ya Viga, naitwa Sheldon Asa Khulu.